Haya ni maeneo kumi ambayo unaweza ukawekeza fedha zako zikakutengenezea faida ya kujiridhisha na kutosheleza ukafurahia uwekezaji wako. Namba moja, nunua ardhi. Ukinunua ardhi inaongezeka thamani. Huo ni uwekezaji ambao utakupa faida. Namba mbili, nunua kitu chochote ambacho unaweza kawa una unawazima watu tunaita asset, unawazima watu wanakitumia, wanakurudishia wanakurudishia, na ile fedha ambayo ni malipo ya matumizi ya kile kitu chako. Mfano kama kuna mashine za kuchanganya zege, labda kama kuna vifaa ambavyo vinatumika kwenye ujenzi, labda kama kuna mashine za kupukuchulia si nafaka kama kuna mashine labda za kulimia, kama una maksai wale ng'ombe wa kulima, unawazima watu wanaenda, kuna nini, kama una tractor, una chochote unawazima, wanaenda kutumia, wanakukodishia. Hiyo ni asset, hiyo ni kitu ya pili ambayo unaweza kununua. Namba tatu, unaweza ukanunua bidhaa ukaenda kuuza, ikakupa faida, that is also an investment, ila tunaiita ni active investment kwenye biashara. Nunua vitu kwa bei ya chini nenda kaviuze kwa bei ya juu halafu upate faida. That is a business investment number three. Namba nne nunua vipande kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Mifuko ya uwekezaji wa pamoja ni kama vile UTTMs, REITs eh, REITs ni really investment investment trust eh, ambayo iko uh, uh, uh, iko inaoperate katika ile mifuko miongoni mwa mifuko ya uwekezaji wa pamoja, right. Lakini kuna hiyo faida fund, pia unaweza kuwekeza unaelewa. Kwa hiyo hiyo pia itakusaidia, unanua vipande vinaongezeka thamani kwa unapata faida. Namba tano, kuna uwekezaji ambao tunaita kununua shares. Shares, unakuwa sehemu ya umiliki wa kampuni unakuwa sehemu ya umiliki wa biashara unakuwa sehemu ya umiliki wa taasisi Kisikia kuna watu wanauza hisa na kampuni inauza hisa unaenda kununua soko kwenye soko la Dar es Salaam, that is an investment. Umeelewa? Kwa sababu hiyo utatengeneza faida. Namba saba, wekeza kwa kununua government bonds, ambazo zinatolewa kupitia BOT. Government bonds kuna bonds za aina mbili. Kuna kuna treasury bills na treasury bonds. Kuna zile bonds za muda mfupi na za muda mrefu wao unaweza ukanunua hizo pia zikakusaidia kupata ile, ile, ile, ile interest rate ambayo inakuwa kwenye ile agreement. Mm? Kwa hiyo ni moja ya njia ambayo unaweza kufanya uwekezaji. Namba nane, kuna uwekezaji kwenye kilimo, ukilima miti ya matunda au miti ya maparachichi au miti ya ujenzi, miti kwa ajili labda ya ya hizi electric poles hizi, nani, nguzo za umeme au miti uh, kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Hiyo pia ni uwekezaji. Kilima korosho. Kuna aina, yani uwekezaji mara nyingi una, unafanya kitu mara moja na hicho kitu kina uwezo wa kuzalishia kwa muda mrefu zaidi. Mfano, ukilima mparachichi, umelima mara moja, maana yake huu mti ukifanikiwa kukua vizuri kaanza kuzalisha utakuzalishia matunda kwa miaka mingi sana. Lakini pia labda ukilima labda korosho. Korosho ina uwezo wa kukaa muda mrefu kwa miaka mingi ikawa inakuzalishia kila mwaka. Mera vizuri. So that is also an investment kuwekeza kwenye kilimo. Namba tisa, kuwekeza kwenye vipaji. Eh, talents. Kuwekeza kwenye vipaji maana yake unaweza ukatafuta mtu ambaye unaona na kipaji. Kuna makampuni siku hizi wanachukua vipaji mtaani, wanaenda kuwekeza zaidi kwao. Alafu wale vijana wakisha anza ku grow, wakianza kutengeneza brand, wakianza kutengeneza jina, wanatengeneza fedha, kuna kwa na pasenti pale wanagawana. Asilimia 80 eh, inaenda labda asilimia labda 60 inaenda labda kwa mmiliki wa brand, asilimia 40 inaenda kwa yule kijana, maisha nasonga mbele. Umewekeza vipaji vinalipa, ndugu yangu. Kama ni mwimbaji kama ni mwigizaji na nini, safi. Lakini pia unakuwa ni sehemu ya kusaidia ndoto za watu zisife. Kama na fedha zimelala huko, tafuta vipaji vyenye nguvu. Lakini pia kuna vipaji vya wacheza mpira, kuna watu wamewekeza huko, tengenezea watu channel za kutuza, kupata fursa ya kujiunga na timu kubwa kubwa. That is the biggest investment, na zinalipa sana sana. Kama kijana wako anafanya vizuri Ukienda, kuna kijana yuko mtaani ana kipaji ana talent, wekeza wekeza, jifunze mifumo ya uwekezaji kwenye aina ya biashara hiyo au aina ya kipaji hicho, takuja kushukuru. Namba kumi na mwisho, wekeza kwenye teknolojia. Teknolojia siku hizi zinalipa sana, YouTube hizo, Facebook na akaunti nyingine za mitandao ya kijamii zinalipa lakini pia unaweza ukatengeneza eh, website unaweza ukatengeneza pia app application, ikawa unapata fedha. Kwa mfano chukulia hawa watu wa, wa, wa usafiri ambao wanasaidia kwa ku watu kupata usafiri kwa haraka mm. tengeneza application na wewe usaidie watu labda kupata vyumba vya kupangisha. Mm, tengeneza application labda na wewe usaidie watu labda kupata huduma kadha wa kadha. Kuna wengine wameenda mbali zaidi, wametengeneza mpaka application za watu compromise ku -ku maadili kujiuza. Watu wako huko wametulia tu wa, wametengeneza wa mifumo kwa kutumia nini ile, ile ile ile moral erosion eh, yaani kwamba kuporomoka kwa maadili ya kijamii, wametumia mwamvuli huo na wanatengeneza fedha kupitia app. sasa sembuse wewe ambaye brain ina function vizuri, angalia ni nini unaweza kukirahisisha kutengeneza huduma au kutengeneza mazingira ya uwepesi wa watu kupata taarifa fulani. That is also an investment kwenye technology. Mm, watu wa bot wanapiga hela sana. Bot na wengine wengi mm wanapata fedha nyingi sana kwa sababu wamewekeza kwenye teknolojia. Na wewe angalia kuna akina Warren, akina Bill Gates wamewekeza kwenye kugundua Microsoft. Kuna akina Mark Mark Zuckerberg wametengeneza Facebook, ni teknolojia hiyo na wewe unaweza ukajichimbia ndani ukaangalia unatengeneza eh, teknolojia gani inayoweza kuja kutatua mazo ya watu na ikakutengenezea fedha za kutosha. So hayo ni maeneo kumi ambayo unaweza kufanya investment ikakuletea fedha nzuri ya uhakika na ukaweza kuenjoy maisha yako. Je, yeah. ni investment gani ambayo kwako ni burudani? ni investment gani ambayo kwako imeukamata moyo wako na unatamani kuwekeza zaidi huko kati ya hizi kumi? Niandike kwenye kwenye comment, what kind of investment are you interested to invest in? Ni aina gani uwekezaji unaburudika na unajisikia wepesi na mm, unasikia kabisa ndani yako you wish to invest a lot. Kumbuka, we make money by using skill, we make assets or we buy assets by using money, then we create wealth by using assets Finally, we create freedom by using wealth. Kwa fedha unaoipata peke yake usiridhike kuitumia yote, tafuta namna ya kuiwekeza ili uweze kuzaliana zaidi. Jina langu ni Festo Amos, mfunzi wa elimu ya fedha aliyethibitishwa na benki kuu ya Tanzania. Natamani ujifunze zaidi kwenye vitabu hivyo, kuna kitabu hicho cha nguvu ya pesa, kuna kitabu hicho cha mikopo na madeni, kuna kitabu hicho cha mwongozo na nidhamu ya fedha na vitabu vingine. Chukua namba mawasiliano kwenye description au kwenye uh, kwenye akaunti zetu, ili uweze kututafuta na kupata vitabu vyako uweke nyumbani, kwa ajili ya faida ya watoto na wewe binafsi na wakaao malangoni kwako. Kwa sababu tusipowekeza bidii kujiweka huru kifikra, maisha yataendelea kututumikisha, kwa sababu hakuna faraja ya mtumwa na eneo lolote ambalo hauna maarifa nalo, lazima litakutumikisha kwa sababu utakuwa mtumwa. So that's why tunasema the more you learn, the more you earn. You can't make financial freedom if your mind is not deliberated or liberated. Kama akili yako haijafunguliwa, haijawa huru, ni vigumu sana kutengeneza uhuru kwenye maisha yako. Asante sana. Learn more, more, and live a great life. See you